nam assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu zangu watazamaji kupitia alhuda tv burundi tarehe 31 leo mwezi wa tatu mwaka 2025 ripota wako mwanaharakati katika nchi ya burundi mimi ni hamza mahane niko hapa bujumbura katika kitofu kikubwa katika uwanja wa ndege melchior ndadaye hatimaye nimekuja hapa kuripoti baada ya kupata taarifa kwamba ndugu zetu ambao wameenda kufanya ibada ya umra Muhammad Kanjali pamoja na jopo lizima la ndugu zangu kutoka katika ardhi ya nyumbani Burundi hapa, na mimi nikaona ni kujiongezee wewe ili hapa uje ukufahamu nini ambacho na utamu ambao unaopatikana katika ibada ya umra. Dakika zangu chache, kwanza tuingie kwenye pause ili tupate mapumziko mafupi, na imani kwa taarifa niliyokuwa nayo kwamba wapo Dar es Salaam, watapanda ndege kuwatoa Salam kama dakika 30, 35 watakuwa wametua hapa Melkior Ndadai Bujumbura. Hapa tuwatazame, alafu tumalize, alafu watakuja hapa kusema kwetu. Ripota wako, mimi ni Hamza Mahane, nyuma ya kamera yupo Chiza Sele pesa

wako katika nchi ya Burundi. Mimi ni Hamza Mahane. Leo ni siku nyingine ambao tumekaa hapa katika uwanja huu wa ndege Melchior Ndadaye tukiwa tunawasubiria ndugu zetu kutoka katika ibada ya Umra. Nimetamani kabla Sheikh Muhammed Kandjali ajaondoka hapa niseme naye angalau kidogo, tarehe 31 leo mwezi wa tatu mwaka alfu mbili na ishirini na tano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hamza, tayari mmewasili salama, jamii inakutazama. Sheikh Muhammed Kanjali, vipi kusikana na safari yenu, ilikuwa na uchovu wowote au kwenye asilimia mia moja mmekamilika katika maandalizi? Kwa kweli alhamdulillah rabbil alamin, kwa kifupi sana, kama wanavyosema Waswahili, safari ni hatua E, kutoka Afrika mpaka kufika huko Warabuni masafa ni marefu, lakini alhamdulillahi rabbil alamin kwa kudra za Allah subhanahu wa taala, tumekwenda salama, tukafika salama, na kichotupeleka tukakitekeleza, na leo tumetua katika ardhi ya Burundi salaman salimin, alhamdulillah, shukrani zote ni za Allah tabaraka wa taala. Burundi tunazoea ku, kuona kwamba ibada ya, ya umra bado haijaingia sana katika katika akili na mwamko katika nchi yetu ya Burundi. Tunazoea sana kuona kwamba safari mnapo wanapotokea safari ya hija maujaji umma unahamasika na unaamka kwa ukubwa. Mimi ningetamani hapa kwa, kwa uchache utuambie umra nini haswa, umra ni ibada tukufu. hasa Sasa tunawashukuru sana viongozi wetu Shekh Abdi John na Shekh Jamal Saleh kutupangia kuanzia mwaka jana watu wa masike waende umra hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikutosha hadithi ya Bwana Mtume alayhi salatu wasallam, anasema kwamba al umratu fi ramadhana taadilu hajjatan mai, mtu kufanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani, malipo yake ni kama kufanya hija pamoja na mimi Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Ni ubora mkubwa sana, alhamdulillah. Mlango huyu inchi zingine upo, watu wanakwenda umra usiku na mchana, lakini kwetu viongozi wote wakawa wametupangia mwisho wa Ramadhani watu wahamasike, wajikusanye, wakwenda kutekeleza ibada ya umra. Alhamdulillah, programu hii imeanza mwaka jana rasmi na walikuwa watu watano, alikuwa kiongozi Maalimu Abdi na mke wake, Shekh Hamis Hamisi Abdusalam na ndugu yetu Abdushakuru kutoka Ulaya. Mwaka huu alhamdulillah kuonekana kwamba picha inaenda kuwa nzuri, tulikuwa watu ishirini na saba, wanaume tulikuwa kumi na wanawake walikuwa kumi na saba. Alhamdulillahi rabbil alamin ni ingetamani pia hapo hapo kwa mtu ambaye Muhammed kanjali anatamani kufanya umra. Nini vigezo? Njia ipi apitie? Kwa kweli vigezo sio vitu vingi, kwanza ni uwezo ambao, ukifika ofisini kwa Maalim Abdi John, wanakueleza kwamba kulingana na visa, eh, hoteli ya Maka na Madina, usafiri wako wa pale nchini Saudi Arabia a, na tiketi ya ndege. Hivyo ukivikamilisha, unakuwa umeruhusiwa moja kwa moja kuelekea katika ibada ya umra insha Allah na kuwekea namba za mhusika Sheikh Abdi Ijoni, namba yake ni hiyo hapo ya WhatsApp, unaweza ukasema naye kwa namna moja wala nyingine, lakini pia nakuwekea Sheikh namba ya Sheikh Jamal Swaleh, zote mbili hizo, ukitaka kufanya ibada ya umra mwaka kesho au kwa nyakati yoyote ambayo pengine unaweza kuwa una uwezo huyo. Namba hizo zinaweza zikakupa maelezo yaliyokuwa makubwa. Tulifunge hili kwa sababu ni lazima muende mkapumzike. Muhammed Kandjali, tayari Burundi wamekutazama kwamba umewasili salama nini, wanafunzi zako nini, Waislamu maimamu, na baraza lizima, ao umeuona katika mji mtukufu wa Maka, haswa hususan katika swala za tarawih Wallahi, alhamdulillah rabbil alamin. Ningependa kuhamasisha ndugu zangu kwanza, jambo la kwanza, vijana twende Maka kufanya ibada na Madina, tusubiria kwamba ndakapofikisha miaka hamsini sitini Kwanza una mkataba na Mola wako subhana wa Taala, alafu ibada kama zile zinahitaji nguvu. Tulikuwa na wabi mkubwa wetu ambao kwa kweli kuna wanasumbuka wanachoka haraka na ibada haijakamilika. Kwa hiyo kijana, arakia kama una uwezo uende Maka. Alafu kitu cha pili, wale vijana wa Bujumbura ambao tunafahamiana, njoni twende pale Maka ama Madina kuna ubora mkubwa sana. Ikutoshe tu hadithi moja Mtume anasema as-salatu fi masjidi hadha, swala moja katika msikiti wangu huyu wa Mtume, manake huu wa Madina, ni sawa sana na swala elfu moja za hapa Burundi. Swala moja za msikiti wa Maka ni swala laki nzima za hapa Burundi. Huyu ubora utautoa wapi? Ndugu yangu Muislamu, jitahidi, mwaka elfu mbili ishirini na sita kumi la mwisho la Ramadhani tuungane pamoja Tuelekee kumtafuta Allah subhanahu wa taala, na bila shaka Allah yuko tayari kutupokea. Enyi ndugu zangu Waislam, ni wito kwa yoyote ambayo anayetutazama kupitia Al Huda TV Burundi mwaka 2026 na, nawe pia jichange change, namba ni hizo hapo za Sheikh Abdi Joni, lakini namba hizo pia ni za Sheikh Jamal Swaleh. Wote wawili wanaweza wakaisimamia ibada yako ya umra, lakini pamoja na hija kwa ujumla, wako yamekuwa yamesemekana mengi zaidi katika harakati mbalimbali. Mimi nitaendelea pia kujitoa kwenu, mimi nitaendelea pia kuitumikia jamii yangu ya Kiislamu. Na hii ni Al Huda TV Burundi, ni TV yako ya Kiislamu katika nchi ya Burundi. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama video clip zetu, subscribe channel yetu, halafu twende pamoja. Nafunga hapa, mimi ni Hamza Mahane, vyenu ipo vyema kuitumikia dini Al Huda mwongozi wa jamii.